Na wa polisi mkoa wa Songwe. Napenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na uma tukio la kuchoma nyumba moto, tukio ambayo limetokea tarehe 22 mwezi wa 10 20 2025 majira ya saa 7:30 usiku katika kijiji cha Ikumbilo kata ya Chitete wilaya ya Ileje wetu wa Songwe, ambapo afisa mtendaji wa kata hiyo kwa majina ya ban Jonas Kamendu mtendaji kata kijiji cha Ikumbilo aligundua mchomo kwa nyumba vyumba viwili yeah. Yeah, inayomilikiwa na askari polisi, mkaguzi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Nsajigwa Mwajeka. Huyu ni askari polisi kata wa eneo hilo lakini pia eh, ni askari wetu wa wilaya ya Ileje. Katika vitu um, vilivyoungua katika vyumba hivyo, kulikuwa na nguo za kiraia nguo za polisi, sare za jeshi kwa mahala hiyo, vyombo kadhaa vya ndani, alikuwa na mahindi kidogo, kitanda na godoro lake na vitu vingine vidogo vidogo. Thamani ya vitu ambavyo vimeteketea na moto huo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni mbili. Chanzo cha tukio kinachunguzwa, lakini inaonekana E, vitu vilikusanywa na kuweka kwenye kitanda nguo na kuchoma, kwa sababu ziakuta za ujerite katika eneo lile. Mpaka sasa hatujakamata mtu mkaji, uchunguzi unaendelea, na kuna watu ambao tumeshapata taarifa tunawafuatilia, na tutakapokuwa tunaendelea tukiwakamata na kuwahoji, basi tutatoa taarifa kamili nini hasa sababu ya kufanya tukio hili na tukio limefanyika wakati askari huyu akiwa kwenye kutekeleza kazi zake maalum usiku, na kazi alikuwa anazifanya, kwa hiyo hakuwepo nyumbani. Mbinu iliyotumika ni kuvunja mlango kwa kupiga teke au eh, na kitu kizito na kutekeleza uhalifu huo. Kwa hiyo tuendelea na uchunguzi, endapo tutawabaini hao waliofanya uchunguzi na nini hasa sababu ya kufanya hivyo, basi tutatoa taarifa eh, kwa kadri nafasi itakapokuwa inaruhusu, tujapata taarifa yoyote askari wetu wa upelelezi wako huko kuchunguza tuone chanzo hasa ni nini. Siwezi kusema sasa hivi kwa sababu bado hatujapata jambo lolote na hatujakamata mtu. Tutakapopata ufunguzi wa salai tutaanza kulifanyia kazi na taarifa kamili haitafichwa. Haitasema, niseme tu kwa taarifa ambao tunazo haihusiani kabisa na, tunafanya uchunguzi, haihusiani kabisa na mambo ya siasa ni mambo ya kijamii huko, tutaendelea kuchunguza, tutapata majibu, lakini ni watoe wasiwasi, hauhusiani kabisa na mambo ya siasa, kwa sababu asikia yule amekuwa akifanya kazi vizuri kabisa, hata atokiula wananchi pale kwenye kata yake ni asikia wanampenda, lakini hatujui tatizo ni nini. Kwa hiyo wasiwe na hizo taarifa zingine. Hello, karibu sana Mashuka Safi TV tukuhudumie